Kutoka kuonekana hivi hadi kuonekana hivi, haya ndiyo wanayopitia wakazi wa Gaza nchini Palestina. Nasema hivyo kwa sababu wakati dunia ikiendelea kutazama jeshi la Israel, IDF, likitekeleza mashambulizi ya ukanda wa Gaza, haya ndio yanayotokea Ukingo wa Magharibi baada ya shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 lililosababisha vita vya maangamizi kwa Wapalestina wasio na hatia. Baada ya mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu kati ya IDF dhidi ya kundi la Hamas lenye makao yake ukanda wa Gaza, Januari 14 mwaka huu, pande hizo zilikubaliana kusitisha mapigano. Hata hivyo, makubaliano hayo yalikoma Machi na kufanikisha mamia ya Wapalestina kurejea kwao kutoka katika magereza ya Israeli walimokuwa wamewekwa kizuizini. Wakati huo ulimwengu ulishuhudia mateka zaidi ya 20 walioshikiliwa na Hamas eneo la Gaza wakijumuika na familia zao. Hata hivyo, tangu hukoma kwa makubaliano hayo, jitihada za kuendelea na awamu ya pili ya makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano zimegonga mwamba. Tangu wakati huo, dunia imeshuhudia operesheni za kijeshi za Israel katika Ukingo wa Magharibi zikiwa zimeongezeka kwa ukubwa, marudio na ukali zaidi. Jeshi la Israel lilianzisha kampeni hiyo iliyoboreshwa ili kukabiliana na kile linachosema kuwa ni tishio jipya linaloongezeka kwa wapiganaji wa Hamas. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa na kikundi cha Israeli kinachofuatilia makazi ya walowezi Peace Now, vifo vya Wapalestina kutokana na risasi za Israel vimeongezeka kwa kasi tangu vita vya Gaza vilipoanza. Wapalestina wengi waliouawa kwa risasi za Israel katika Ukingo wa Magharibi waliuawa wakati wa uvamizi wa kijeshi katika vijiji na miji inayotajwa kuwa zaidi ya elfu mbili. Aljazeera imeripoti kuwa Israel inasema operesheni hizo ni muhimu ili kufuta makundi ya kigaidi katika ukanda huo. Kwa mujibu wa serikali nchini Israel, wengi waliouawa walikuwa wapiganaji waliouawa katika mapambano ama vijana waliokuwa wakirusha mawe ama mabomu ya petroli, lakini Wapalestina na mashirika ya haki za binadamu wanasema kuwa raia wengi wasiohusika wamekuwa wakinaswa kwenye mapigano hayo na kuuawa kwa mujibu wa wizara ya afya ya Palestina, kati ya waliouawa tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023, takribani watoto 182 waliokuwa wali chini ya miaka 18 wameuawa, baadhi yao wakiwa ni wale ambao Israeli inasema walihusika katika kurusha mawe na uasi dhidi ya serikali ya Benjamin Netanyahu. Mashariki ya Kati yanaituhumu Israeli kutumia nguvu kupita kiasi. Israeli inafanya mashambulizi makubwa katika kambi nne kuu za wakimbizi kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi mwa Gaza. Katika kilele chake, uvamizi huo uliwalazimu watu zaidi ya elfu arobaini kukimbia makazi yao. Wengi wao sasa wamehifadhiwa na ndugu katika vijiji jirani, wengine wakikopa ili kulipia kodi ya nyumba, wakiendelea kusubiri kurejea. Hata hivyo, maofisa wa Israel kwa upande wao wamesema wale waliokoseshwa makazi hawataruhusiwa kurejea tena kwa angalau mwaka mmoja. Israeli inasema inavunja miundo mbinu ya ugaidi, lakini pia nyumba za raia zimeharibiwa. Katika hali nyingine ya kuongezeka kwa hali ya taharuki, jeshi hilo limerejelea mbinu zilizokuwa nadra zamani kama mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo haya yenye msongamano mkubwa wa watu wasio na makazi. Katika hatua nyingine, ya mashambulizi ya walowezi yanayosababisha majeruhi ama vifo kwa Wapalestina yameongezeka sana baada ya shambulio la Hamas la jana jioni kwa Wapalestina wanaoishi katika vijiji vidogo vya Wabedui katika maeneo yanayodhibitiwa kikamilifu na Israel mashambulizi hayo yamekuwa jambo la kila siku, huku walowezi waliotiwa nguvu na serikali ya Israel inayowaunga mkono walowezi wakijenga vituo vipya visivyoidhinishwa juu ya milima ya karibu. Israeli inasema inapinga vurugu za walowezi na inawalaumu watu wachache wenye misimamo mikali, lakini Wapalestina wanasema jeshi la Israeli halifanyi lolote la kuwalinda na kwamba mashambulizi hayo ni sehemu ya juhudi za kimfumo za kuwafukuza kwenye ardhi yao. Walowezi wameanzisha takriban vituo wa vipya 80 tangu kuanza kwa vita hivyo Oktoba 7, 2023. Mashirika ya haki za binadamu yanasema vituo hivyo ambavyo mara nyingi hujawa na harakati wa itikadi kali, ndivyo vyanzo vikuu vya vurugu dhidi ya Wapalestina. Uvamizi huo mdogo wa ardhi usioidhinishwa unavumiliwa na hata kuhamishwa na Israel, ambapo kwa miaka mingi imeabadilisha vituo vingi kuwa makazi halali ili kuimarisha udhibiti wake juu ya ardhi hiyo na kuzuia kuundwa kwa taifa jipya la Palestina. Serikali ya Israeli inayodhibitiwa na viongozi na wafuasi wa walowezi imeanzisha makazi mapya 13 tangu vita vilivyoanza. Angalau matano kati ya hayo yalianza kama vituo vya walowezi. Hilo linafikilisha na kufikisha jumla ya makazi hadi 140. Jumuiya kubwa ya kimataifa inaona makazi hayo kuwa ni kinyume cha sheria, ingawa rais wa Marekani Donald Trump aliunga mkono na kusema kuwa raia hao wa Palestina wanaoishi Gaza wanaopaswa kuhamia mataifa jirani. Wakati huo huo kusafiri kati ya miji na vijiji vya wapalestina kumekuwa kugumu zaidi. Wakati huu vizuizi vipya vimegawanywa zaidi ya eneo hilo na kuunda sehemu ambazo jeshi la Israel linasema kuwa linaweza kuzifunga kwa hiari. Vituo vya ukaguzi vilivyokuwa wazi kwa saa 24 vimeanza kufungwa wakati wa msongamano wa asubuhi na jioni, na kusababisha usumbufu kwa mamia ya maelfu ya watu, huku safari za kawaida zikigeuka kuwa za kuchukua saa nyingi. Wakati vita vya Gaza vinaendelea na Ukingo wa Magharibi ukiendelea kukumbwa na taharuki, wapalestina wanasema maisha yao yanazidi kuwa ni magumu tangu Oktoba 7, 2023. Takribani wapalestina elfu hamsini na moja na mia mbili sitini na sita wamethibitishwa kuuawa Gaza na laki moja na elfu kumi na sita na mia tisa tisini na moja kujeruhiwa katika vita vya Israel dhidi ya Hamas yenye makao yake Gaza tangu ilipoanza miezi 18 iliyopita. Hata hivyo ofisi ya habari ya serikali ya Gaza baada ya kuhakiki takwimu, imebaini kuwa idadi ya vifo imeongezeka hadi kufikia watu elfu sitini na moja na mia saba ikisema maelfu ya watu waliopotea chini ya vifusi nao huenda wamefariki. Wakati huo takriban watu 1139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulio yaliyoongozwa na Hamas Oktoba 7, 2023, na zaidi ya 200 walitekwa nyara na wapiganaji hao wa Hamas. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo kati ya Hamas dhidi ya jeshi la Israel, mapigano yanayoendelea katika ukingo wa ukanda wa Gaza. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.